A, karibu sana katika hii channel. Ah, kuna jambo ambalo ningetaka tuweze kuangalia pamoja na ni kuhusiana na kupotea kwa watoto a, na nataka kuongea hii kwa sababu kuna watoto saba a, walikuwa saba, sita hapo waliweza kupatikana pale Nairobi, walikuwa wameibiwa, na nataka kuamini ya kwamba umewahi sikia labda mtoto wa fulani labda ni wajirani yako amepotea na mna shida. Mtoto mdogo anapoteaje? Maana wale watoto walikuwa chini ya umri wa miaka tatu. Sidhani kuna mtoto wapo alikuwa juu ya miaka tatu. Walikuwa watoto sita wale walikuwa wamewaiba wakapatikana, uh, within Nairobi town CBD. Ningetaka niseme hivi ya kwamba nyakati zimebadilika, si kama yeye ni mzazi hata kama siyo, wewe sio mzazi, you are a parent to be, you are a waiting parent, kuna siku utakuwa mzazi. Ningetaka niseme ya kwamba mambo imebadilika, kwa sababu kitabu watoto wangetumwa hata na huko reserves wangetumwa waende peke yao na hakukuwa na kitu ya kuogopesha watu, lakini kwa sababu nyakati zimebadilika, watu wamekuwa waofu ya kwamba kuna wengine wanachukua watoto wa wenyewe wanaenda kuwatoa kafara. We are living in evil days. Na kwa hivyo wewe ukiwa hapo mzazi, usitue tu na achilia mtoto yako aende tu acheze hapo. Ni mahali hauwezi kujua ako wapi, maana sasa wakati kumebadilika, kwa sababu kama hawa watu sita ukiona wamepatikana, labda wamekuwa wakifanya hiyo biashara, wanaiba watoto. Wengine wanaenda wanafanyiwa kafara, wengine wanaenda wanatolewa bone marrows, wanafanyiwa kila aina ya vituko. Kwa hivyo wewe, penye uko usikuwe tu mtu mlegefu kwa kuangalia mtoto. Usi, usitume mtoto, wakati mwingine anakutanaga unakuta mtoto wa 2 years and a half ametumwa duka kununua maziwa la labda hata ni msichana, na siku hizi hata hakuna msichana ama kijana, maana dunia imeharibika na uofu umejaa, maana hata Biblia inasema ya kwamba nyakati za mwisho uofu utaongezeka na ndivyo tunaona haya mambo. Kwa sababu kitabu ingekuwa gumu sana usikie mtu ameweza kudhuru mtoto. Sio kesi ya kwanza ama ya pili, unasikia kwamba mtoto fulani alipatikana ameuawa na mwili wake ukapatikana umetupwa kwa kwa maybe kwa demu ya maji ama wengine kwa mto. Kwa hivyo we kama ye ni mzazi, tafadhali mtoto ni baraka kubwa kutoka kwa Mungu. Ukue mtu ambaye ni makini sana na usiamini kila mtu na mtoto wako. Jusi tuliona mtoto pale Nyeri, kwa sababu mamake alikuwa amemwaminia mtu mwingine. Yule mwanamume akaenda akarep yule mtoto akamuua, na akachimba aka shimo katika nyumba yake na akamzika hapo. So ningetaka niseme aje usiaminie mtoto wako na mtu yeyote. As a parent unafaa uwe responsible kwa huyo mtoto, akicheza ujua anacheza na nani, na kama ni mahali unaweza ukamwona. Ukimtuma lazima ukuwe ya kwamba umeangalia vizuri umemtuma wapi, maana kumeharibika. Kama hawa watu sita ni wapi walikuwa wanapeleka watoto? Na ningetaka niulize serikali inafaa iangalie kwa makini sana kwa sababu hisi ni kesi simekuwa zikifanyika hata kwa mahospitali. Sio kesi ya kwanza, unasikia kwamba mtu ameenda amedaganywa pale, labda umeenda hospitali mtu akakuambia, umetrust mtu umemwachia mtoto, ukirudi unakuta huyo mtu ametokea amepotea na mtoto wako, na kuna watoto wengi wamepotea, wengine walipotea wakiwa na two years, sahii ni wako almost 20 years hawajaipatikana. So lile jambo lilifanyika ili sasa kila mtu awe makini ajue ya kwamba tunaishi dunia ambayo imejaa uovu na ule uovu unaendelea. Ni Mungu tu anaweza tusaidia, na Mungu anapotusaidia na sisi lazima tukue makini, tujue kwamba hii dunia si kama ya kale. Saa hii wanadamu wamejawa na unyama, wanadamu wamekuwa wengine, so let us know that dunia imebadilika, uovu umeongezeka, kila mtu akuwe makini na maisha yake, maisha ya watoto na yote yule ambaye amemkaribia. Shalom. Mungu akubarikiwe na siku njema.